Hawa watu wametoka maeneo mbalimbali, hii ni nchi nzima. Vile vile mkutano huu ilikuwa tujue tumetoka wapi na tuko wapi. Kama nimekwambia, sisi tumetoka Yemen, tukaja Ethiopia, sehemu inaitwa Abisinia, kisha baadaye katika mtiririko mtiririko, tukajikuta tuko huko. Sasa jina hili la Wanyaturu limekuja kutokana na maneno kwa sababu Kinyaturu kila kitu huwa tunasema turu. Sasa wale wazungu walipokuja, wakasema hawa ni Wanyaturu kutokana tu na maneno mengi yanakuwa na neno lile turu. Sasa ukoo huu wa Unyamiti wameitwa hivyo kwa sababu makazi yao wakati ule yalikuwa ni sehemu za malisho na yenye misitu. Sasa wakawa wamefanywa kwamba wamemilikishwa kwamba wenyewe ndio wenye mali ya, ya miti wakaitwa waka Wanyamiti yani wenye miti. Wanyamiti maana yake wenye miti. Kwa hiyo ukoo kawa umepewa jina hili. Sasa tukija katika haya ambayo nilikuwa nayazungumza yanayohusiana na, na mmomonyoko wa maadili, mambo haya si hapa tu, ni mambo ya kuiga. Zamani hayakuwepo. Watu zamani walikuwa wanaishi kwa kuwatii wazazi wao na watu wengine na zamani ilikuwa ni kwamba mtoto analelewa na jamii, halelewi na baba na mama, analelewa na jamii. Baba na mama wanawalea wangali wachanga, wakisha kuwa, inakuwa ni majukumu ya jamii kuwalea, kuwaadhibu wanapofanya makosa. Ni vile vile mambo ya ndoa, ni kwamba wewe unapokwenda kuchumbia, ni lazima wazee wako waende kule unapotaka kuchumbia, waende wachunguze ule ukoo. Walikuwa wanachunguza mambo mengi mengi kidogo, ule ule ukoo una ugonjwa gani? Una kifua kikuu? Una ukoma? Ni wavivu? Ni wakatili? Ni wa, ni wa, ni wa, ni wa kwa mambo yale yote yalikuwa yanachunguzwa. Baada ya pale wanauzika ndio wanaitana kupanga mahari. Wakikuta kuna hitilafu katika yale eneo yataja, hiyo ndoa haifanyiki. Rai yangu kwa Wanyamiti katika mkutano ujao ni tuendeleze mshikamano. Sisi wanawake sasa hivi tumechukua nafasi ya, ku, ya kuwashawishi wanaume, tumekuwa wabakaji wa watoto wa kiume, kwa sababu sisi ndio tunawasababisha watoto wa kiume wafanye madhambi, hachukukirinja, sese umevaa nguo iko hivi na wausia sana kina mama, turudishe maadili yetu, lakini bado niombe serikali na serikali isaidie jambo kama hili.